Leo uh, kidogo sana eh, lakini hii imeonekana kidogo sana eh, lakini leo hii ni moja mheshimiwa David Kihenzile, naibu waziri wa uchukuzi na mwakilishi wa mgeni wetu rasmi leo hapa, mababa Paroko wote ndio wako hapa, lakini naomba nitumie nafasi hii kutambua kuwepo kwa mwenyekiti wa bodi ya benki ya NMB ambaye ni David Nchimbi, na asanteni sana kaisanae sauti yangu ilia kutangaa wafanyakazi wenzangu wa benki naona wako pale wengi, tunaomba msamaha. Asante sana. Sasa labda niseme mimi ninashukuru sana kuigaliam, lakini nafumbilia binafsi kuja kushiriki baraka hizi za ujenzi wa kanisa enabana baraka hizi na nilipopokea barua ya balo baroko ilisema kwamba barua uh, hili ilirejea um, mstari wa kutoka wakoretu wa pili mnawa tisa mstari wa wa sita nzao nasema, wenye kutoa kwa uchoyo wa watavuna kwa uchoyo, lakini wale wenye kutoa kwa moyo samile rasi ipamoja na mbaba baroko kwamba mimi pamoja na wenzangu <coughs> na wa benki ya NMB basi tutatoa milioni ishirini na imani tumetoa kwa moyo. Ile somo linasemaje? moyo wa

Kabisa. Kabisa. Kabisa. Kabisa, mimi sitaongea mengi, naomba niseme katika namna tatu. Natambua kabisa tunakusanya hela kwa ajili ya kuezeka kanisa yetu na na kwa hilo nishaongea na kamati nijaiki kuchangia shilingi milioni na tano na... n kwenye ujenzi wa kanisa hili. Nina rafiki zangu wengine mbalimbali kupenda kuchangia vitu mbalimbali, nimewasiliana na kamati Tio. Kwenye juu na mimi natamani kuchangia mambo mengine ya mbele, na na kwenye budget according kwenye ile kamati ya ujenzi, gharama yake ni milioni nane na laki sita. Ndio, ndio, mimi na familia yangu tunaomba pia baraka ya ule msalaba uwa mm -hmm. Kiswahili chake na makatekista watu ambao ni responsible, tukianza kuwalea vijana vizuri katika ulimwengu huu mdogo, tutamekeatu kubwa sana na mchango wao kwenye hilo ni mkubwa mno, lakini mara nyingi wanakuwa na changamoto nyingi sana na mara nyingi kuwa tunawasahau, na mimi naomba nichangie pikipiki moja kwa ajili ya maa